Malkia wangu mtukufu, malkia wangu, nashukuru, nashukuru kwa kuja, malkia wangu. Leo nimekuletea zawadi yako tukufu. Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi nyingine, malkia wangu, lakini leo nimekuletea zawadi tukufu, na nakuahidi tena kwamba sitoweza kufanya makosa tena. Malkia wangu, naomba upokee zawadi yangu tukufu, naomba upokee mikono miwili kwa mikono miwili, mikono miwili, zawadi yangu tukufu malkia wangu tukufu. Lakini mkuu, lakini mkuu umetupa siku chache sana. Hapana mkuu, mm. siku ni ndogo sana ulizotupa mm.